Kutakuwa uh, na daura. Ndugu zetu wa Zanzibar wameandaa daura katika makazi ya Muthaimini iliyopumbweni Zanzibar wameandaa daura na twalika masalafu wote kuhudhuria katika daura hiyo. Kwa yule atakayekuwa na hasa, basi ni vyema kuhudhuria katika daura hiyo, na sisi tumekusudia kwenda katika daura hiyo simefahamiana. Kwenda na kushiriki kwa vile ambavyo tutakavyo, tukipangiwa maada tutashiriki, au mihadhara au kelima au taujihadi tashiriki na ndugu zetu Zanzibar. Kwa leo, mtu yoyote kwa nafasi, ni vyema atukuhudhuria, simefahamiana eh?

na hivyo hivyo ambao hapo hapo katika misikiti mbalimbali e, watu watatu wanne. E, ni jambo jema, jambo la kheri kwenda maeneo mbalimbali kwa ajili ya dawa ila llahi tabaraka wa taala. Kwa kweli mambo ni jambo jema, ni jambo ambalo yusharu bilbanan washiriwa na kupigiwa mfano katika kuhudhuria katika mikusanyiko kama hii. Ndugu zetu, ina faida nyingi na nyinyi hizo faida nyinyi mnazijua, faida nyingi mno. Lakini ya uchache kabisa, utakutana na ndugu zako masalafi kutoka maeneo tofauti, watu wakabadilishana mawazo, wakaelekezana, wakaambiana zile changamoto ambazo wanakabiliana nazo na namna gani wanaweza kuzitatua. Ikawa kwa wengine ni fursa hiyo, mwenzetu kumbe wakikabiliwa na changamoto fulani, wanatatua kwa utaratibu fulani na kadha eh, yote mambo haya yanapatikana katika, katika daura wazi. Isipokuwa tunapoenda katika daura sasa, tuzingatie kitu kimoja ambacho hicho kipo. Wewe ni, ni mudira, kuna watoto mia nne sasa, kwenye daura ustai kuwa mudiri pale, ule mudiri wako ule <laughs> unaoacha unapoingia kwenye daura tumefahamiana eiwa, sasa ule mshirifu wako wa dawa kule asakuupeleka kwenye daura, ikifika pale unajua, na hakuna nani namenani mtu kukaa kustafidi, sisi tumefahamiana wave, kwa sababu mkileta hivyo, mtawasumbua wale wenyeji, watu wanaokwenda pale wote mashehe, mona si shida, wote ni sasa, wafanyaje? Sasa fanyaji ukikuta utaratibu umepangwa fuata utaratibu bwana watu wote wapite huko basi nawe pita huko unapita watu wote watukaa waishie hapa kaa hapo haya tunashuhudia katika daura baadaye ndio daura ya kuitoa baada ya kufuata tathmini ya kuitoa taarifa usijue alikuwa nani alikuwa a a kwanza masalafi walikuwa wanataka kujulikana sahaba ta'ala alayhi wakienda katika jihad katika minasaba mbalimbali anafika yani, ya labda yeye una ulazima sasa, hamna namna, lazima awe mbele, lakini wa ila atabaki huko huko, wala ataka kujulikana kwa Allah subhanahu wa ta'ala, sio kujulikana kwa watu. Mfano, kuna watu tulikuwa na watu elfu mbili afu katika watu elfu mbili kuna mashehe mia mbili unafanya je? afu wale mashehe mia mbili yote kwa sababu wale mashehe wanataka wakae chumba kile, wanatosha mule mia mbili labda iwe una ulazima yeye, sasa hamna namna, lazima awe mbele, lakini wa ila atabaki huko huko, wala hataki kujulikana yeye, atakujulikana kwa Allah subhanahu wa ta'ala, sio kujulikana kwa watu.